Naibu Rais Kithure Kindiki amekemea upinzani kwa kuendesha siasa za kimaeneo, akiwahakikishia Wakenya kuwa serikali inajizatiti kuwasawazishia maendeleo nchini bila kuangalia miegemeo ya kisiasa. Kindiki aliyeongoza vikosi vya Kenya kwanza kwenye hafla za uwekezaji huko Taita Taveta, Nyeri na Kakamega pia amewataka viongozi wa eneo la kati kuiga siasa za hayati Rais Mwai Kibaki, kufuatia msukosuko wa kisiasa ambao umeshuhudiwa eneo hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kama Mwangi anatuarifu zaidi kipute cha mwaka elfu mbili ishirini na saba kikionekana kuanza kushika kasi kadri siku zinavyosonga. Hafla za serikali za uwezeshaji zimeendelea kaunti za Kakamega, Taita Taveta na Nyeri, upinzani ukizidi kufokewa kwa kuendesha siasa za kimaeneo. Naibu Rais Kithure Kindiki anasema ni jaribio la kuishinikiza serikali kukosa kufanikisha maendeleo anayoyataja kuwa dawa ya kuwasawazisha Wakenya. si waliopiga kura na wale walipigia wengine, si serikali yetu sisi zote, kuna sababu ya kubagua Mkenya wowote wa sasa. Wale watakuwa na siku mrefu, wale watu wa ukabila, wale watu wa shares. Kindiki anasema serikali haitazuiwa na kelele za chura kukuza taifa, huku akimzoma mtangulizi wake Rigathi Gachagua kwa kuzua vurugu kati ya wakazi wa eneo la kati na viongozi wanaoiunga serikali ukanda huo. Kindiki anamtaka Gachagua kuiga mfano wa siasa zilizoendelezwa na hayati Mwai Kibaki. Kiongozi muungwana alitufundisha siasa nzuri ya kwamba kiongozi ni vitendo, siyo mdomo, sio kiherehere, sio kifua. Kiongozi ni yale mambo ambayo mtu anatendea watu yake. Huko Lugari, vinara wakuu wa Kenya kwanza wanasisitiza kuwa Rais Ruto atashinda uchaguzi wa mwaka 2027 kwa sababu ya kazi atakayokuwa ameifanikisha. Who is your neighbor? Neighbor yako anaitwa nani? sini hapa hapa Rift Valley, munataka urafiki ama hapana? Nyinyi mtafuka ile huko mbali kuleta marafiki wale wa upinzani ambao wanashindana na William Ruto. Nimesikia juzi wakisema hati lazima waungane wawe kitu kimoja. Mimi ningependa kuwarahisishia kazi. Hakuna haja ya kung'ang'ania ati nani atakuwa mbele, kwa sababu kwa upinzani watu wote wanatoshana kama umwangironinga ya Citizen.